Bongo information technology, hii hapa mbele yenu inaitwa Cash-Trex. Ni mmoja kati ya projekt ambayo sasa hivi inafanya vizuri na inaonekana bado ni mpya kabisa. Kwa hiyo ni muda mrefu sana sijalishani projekt ambazo ni za maana na zenye uhakika zaidi, lakini hii hapa basi kama utajali, kwa kuwa nishaweza kuichunguza pia nimevutiwa nayo the way ilivyo, basi niko na sio vyema kukaa nayo peke yangu. Ukiangalia Cash-Trex hapa tuko kwenye upande wa register. Chini ya video hii hapa, nitakuwekea link ya kuweza kujisajili na nakuomba kitu kimoja ufanye na unisikilize kwa makini. Hii ni project ambayo inaendeshwa na mfumo fulani wa kidigitali na sio kama project nyingine ambazo mmeshazizoea. Mfano ukianika katika upande wa ujisajili, ndio sehemu ambayo ya muhimu kabisa. Sehemu ya muhimu kabisa katika Cash-Trex, ni hapa katika upande wa kujisajili. Kwa nini? Taarifa zote ambazo utaziweka hapa hivi ndio taarifa ambazo utabaki nazo kule kwenye mfumo na hautobadilisha. Hii ina maana kwamba itakusaidia katika upande wa withdraw pamoja na deposit automatically, lakini kama utakuwa umechanganya taarifa hapa na kwenye deposit ukachanganya taarifa, basi utakuwa na matatizo ama utachereweshewa huduma kuliko yule ambaye aliweza kunisikiliza kwa makini. usahau kusubscribe pamoja na kubonyeza alama ya kengele hii hapa. Ni Bongo Information Technology. Okay, tuendelee na Cash-Trex. Hapa tuko kwenye upande wa kujisajili, ukiangalia Cash-Trex wanakuomba uchague nchi, wanakuomba uweke majina yako, wanakuambia uweke email, wanakuomba uweke username, pia wanakuomba uweke vitu vyote hivi. Sasa tuanze na kitu kimoja, tuanze hapa kwenye kwenye nini, tuanze hapa kwenye full name. Hapa kwenye full name unaweka majina yako matatu, ambayo majina hayo matatu yawe ya usajili wa laini yako ambayo unaitumia kupokea pesa. Narudia, kwenye full name make sure unaweka majina ambayo majina hayo ni yale ambayo yapo kwenye line special ambayo utakuwa umeiandaa, na baada ya hapo utachagua hapa kwenye Algeria, kwa kubonyeza akaka mshale ka hapa chini. Hii ni kuchagua nchi ambapo wewe unatokea Narudia hapo, utachagua nchi na lazima uchague, ili kusudi kuepuka kukosana ama kuchanganya taarifa kwao. Ina maana kwamba utachagua, kwa hiyo ina maana kwamba nikigusa hapa, kuna nchi kadhaa, nitatafuta kama ni Tanzania kama nini, mimi nitagusa, tumeelewana. Let's say nimgusa Tanzania, sawa. So, and then, baada ya hapo wataniomba email. Email ni kama update, nitakuwa napokea kwenye email na kadhalika, yes kama nikiweza ku withdraw pesa na nitapokea ujumbe katika email. Hiyo ni email ya muhimu sana katika akaunti ya Cash-Trex. Sawa. Lakini baada ya hapo kwa chini hapa kuna kitu kinaitwa username. Hii username ni nzuri sana kwa sababu ndani ya mfumo huu kuna mfumo ambao yani, mfumo unakutengenezea kama card ya Cash-Trex. Ipo kuna kama card ya Cash-Trex. So hakikisha hapo unaweka username yako. Username mfano wa username wengi tunajua. Username tunaweka mfano Ibra DZ kitu yes, kama hivi. Lakini hapa chini pia tunaweka namba ya simu ambayo namba hiyo ni arudia, namba hiyo hiyo imesajiliwa majina sambamba ya sambamba ambayo utakuwa umeyaweka hapa, sio? Tumeelewana? Alafu again yale majina ambayo utakuwa umeyaweka hapa yawe ni sawasawa na yaliyomo kwenye usajili wa namba ambayo utaiweka hapa. Sawa, na baada ya hapo, yes, baada ya hapo tunaenda kuonesha kwamba baada ya hapo itakubidi wewe uweke password hapa chini. Unaweka password ya mara ya kwanza and then una confirm password. Hakikisha password unayoweka inakuwa strong and then hapo una confirm password ambayo utakuja kuweka hapa. Tumeelewana? Alafu baada ya hapo unagusa palikuwa imeandikwa register. Si tumeelewana hapa? Baada ya hapo wewe unamaliza kugusa ambako pameandikwa register. I same sawa so. Lakini kama tayari taarifa zako hizi zote za hapa zote umeziteketeza hadi umezifanya vizuri as, wewe utagusa palikuandikwa login, lakini kama ndo unaanza itakubidi umalize kujaza taarifa zako hapa, hapa hapa hapa hapa hapa hapa na hapa. Hii hapa narudi tena. Hii hapa ni Bongo Information Technology. Huo ni katika upande wa kusajili akaunti yako. Basi ni kuombe wewe mtazamaji, tizama video inayofuata, nikufundishe zaidi ambavyo ndani ya Cash-Trex nini kinafanyika. Asante.